Fotografa ambaye unatumia Nikon asubuhi amka, unatakiwa unywe juisi ya pilipili. Fotografa ambaye unatumia Nikon asubuhi amka, inabidi unywe juisi ya pilipili. Najua una, unajiuliza kwa nini? Ni kwa sababu unajua kipindi wakati sisi tumeanza kushuti kipindi kile cha mabanyaa, watu wengi sana tuko tunatumia, ukiacha zile kamera za Kodak, tulikuwa tunatumia kamera za Nikon, na tulikuwa tumechangamka sana sasa utakapokunywa juisi ya pilipili manake itakufanya wewe uweze kuchangamka. Kamera zenu za Nikon zinakuwa zina quality kubwa, zinakuwa zina megapixel kubwa, color science iko vizuri, manake zina kila kitu lakini watu wa Nikon mmepoa. Yaani hamjachangamka kama vile watu wa Canon. Kwa mfano, hata katika hii video watu wengi ambao watalike na kucomment watakuwa ni watu wa Nikon. Mnapita katika hii posti kama vile hamuioni. Kwa hiyo, inabidi watu wa Nikon wote asubuhi mtakapoamka kama wewe unatumia Nikon d F7, F7 105, au Nikon yote ile, asubuhi unachukua pilipili za shilingi 3000 unazitwanga, unachanganya na maji unakunywa. Baada hapo ukishachangamka, maana yake utaweza kuchangamka, maana yake utaipenda kamera yako kama vile watu wa Canon ambao wanaipenda. By the way, sisi ni BBA Camera Store, tunapatikana Kariakoo, mtaa wa Likoma, mbele ya kanisa la KKT. Watu wa Nikon tumekuja kwenu, utakapokuja utakapokuja dukani kwetu Ukinunua kamera tutakupa pia na juisi ya pilipili ili uweze kuchangamka, asante.